Majina ni Tuachaz Fredi mwalimu msaidizi wa mashujaa. Uh, sasa hivi tupo kwenye maandalizi ya mchezo wa Kagera. Ah, uh, bado tunaendelea maandalizi. Focus ambayo tuko nayo sasa hivi kwenda kupata pointi tatu mechi ya Kagera ambayo itafanyika Kaitaba. Uh, mpaka sasa kiufundi timu iko sawa, kimbinu timu iko sawa. Kama unavyoona timu inaenda kuandaliwa kwa ajili ya kuweza kupata pointi tatu mechi hiyo. Aa, nikizungumzia swala la Kagera, Kagera ni timu nzuri, ingawa pia tusizungumzie sana vibaya, kwa sababu uko nayo, tusi, kwa nafasi ambayo uko nayo tusiingie kwa salaa, kwa sababu nafasi ambayo uko nayo, kikubwa ni kwa heshima, tutaenda kwa heshima kwa namna ambao walivyo, kwa ubora ambao uko nao, ni timu ambayo iko vizuri na ina mwalimu mzuri kwa pale Kaseja. Tangu ameungana na timu, timu imebadilika, imekuwa nzuri, timu imekuwa na ushindani. Kwa hiyo tunategemea kuwa na mechi nzuri na mechi ngumu yenye upinzani mkubwa sana. Kwa hiyo sisi kama mashujaa tumejiandaa kwa kila hali kuweza kuwakabili vizuri mashu, nani Kagera na kuweza kupata point tatu. Lakini vile vile pia wana safu nzuri ya shambuliaji, wana wachezaji wazuri, wana uwezo kucreate wide areas, wana uwezo kucreate eneo la katikati na kuweza ku, ku, ku, ku, kuscore, na tumeweza kujiandaa sehemu zote kuweza kuzimenage kwa kwa zuia namna yote wasiweze kupata hizo nafasi za kutufunga na pia tumeandaa mpango mzuri wa kuweza kuwafunga vizuri Kagera. Kwenye presi yako ya mwisho ambayo mlifanya KMC, kwamba kwa sasa hivi hakuna timu yoyote ambayo itapata alama, alama yoyote katika hizi mechi tatu. Tume... Ni kitu gani ambacho kimekupa hiyo jeuri au kusema hiyo kauli? Uh, sisi kama walimu tumekaa tumekubaliana, tumekaa tumekubaliana kwamba hizi mechi zilizobakia ni muhimu kupata pointi haijalishi tuko nyumbani, haijalishi tupo ugenini, tumejiandaa vizuri kupata pointi kwa sababu timu tunayo, tuna watu ambao wanaweza kufanya kazi, lakini vile vile nafasi ambayo tuko nayo sisi na knowledge ambayo tuko nayo sisi tunajiamini. Namna ambayo timu inavyoandaa iko vizuri, kama ulivyo na mchezo wa nyuma, tumeweza kufanya vizuri mpaka sasa hivi, timu inaendelea vizuri na hata mchezo wa mwisho na Simba, ambao tume, tumeweza kufanya vizuri, kuna mpango mzuri sana, ingawa makosa yameweza kutu, kutuangusha, lakini mpaka sasa makosa yote yalofanyika nyuma tumeweza kufanya kazi na players Waku understand kwa ajili ya kuweza kuwakabili Kagera Sugar. Lakini vivile pia focus ambayo tuko nayo na tumekubaliana na wachezaji kwamba hizi mechi tatu zilizobakia ambayo moja itakuwa ni ugenini na mbili kwa nyumbani tupate pointi tisa zote. Kila mechi tupate pointi tatu kwa sababu nafasi ambayo tuko nayo kwenye msimamo so, so, so, so mzuri tunahitaji kupata pointi kwa sehemu salama. Kwa hilo lengo ambalo tumewapa wachezaji na walimu tumejiandaa kwa hilo kwa ajili ya kupata hizo pointi zote kwa hizo game zilizobakia.